Lakini jambo jingine pia, ndugu zangu, ambalo nimeona pia ni muhimu tukashare pia kwa pamoja, ni kuhusu mwenendo wa usalama wa mkoa wetu kwa ujumla wake. Fikiri mnafahamu hapa nyuma, mkoa wetu pia ulipata itilafu ya baadhi ya wahalifu kuweza kuharibu mkoa, na baadhi ya wahalifu pia kuweza kuharibu miundombinu. Naomba niwaeleze kwa dhati kwamba miundombinu yote ambayo ilikuwa imeharibiwa mpaka muda huu tunapozungumza ipo on progress katika kuirudisha upya ili Watanzania waendelee kupata services zao. Kwa mfano, zipo baadhi ya ofisi za TRA, zipo baadhi ipo miundombinu ya barabara, kama hii miundombinu ya barabara indago, ya mabasi kwa kasi, zipo baadhi ya ofisi za watendaji wa sekta za mitaa, zipo baadhi ya ofisi za Chama cha Mapinduzi. Zile ofisi zote ambazo serikali inahusika nazo ikiwa ni pamoja na serikali za mitaa, vituo vya polisi TRA tumekuisha anza kurudisha huduma na pengine kwa kukarabati upya au kwa kujenga upya ili ziwe bora zaidi. Na pale ambapo tumeendelea kusikia kuna viashiria vyovyote vile vya kuendelea kutishia ama kuvunja amani, tumeendelea pia kutoa elimu kwa Watanzania wenzetu, na sana Dar es Salaam, na kuonesha umuhimu wa mkoa huu kwamba tusirudi tena katika hali ambayo ilitukuta hapo nyuma. Mkoa huu ni mkoa muhimu, ni mkoa ambao utakapofungwa huduma nyingi zinaweza zikalala ndani ya mkoa na hata nje ya mkoa wetu. Kwa hiyo ni washukuru sana waandishi wa habari, ni washukuru sana wa Dar es Salaam.